ukafanikisha majukumu yake ya kikatiba ya kuandaa na kusimamia uchaguzi mkuu uliorudiwa tarehe 20 Machi mwaka huu na matokeo ya kura, kura za urais zikatangazwa tarehe 21 Machi mwaka huu. Kadhalika, natoa shukrani zangu za dhati kwa waangalizi wa uchaguzi kutoka ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu ambao walikuwepo nchini kwa shughuli za uangalizi. Ushiriki wao hapana shaka utabainisha jinsi uchaguzi wetu ulivyofanyika kwa misingi ya haki, uhuru, utulivu na amani. Ndugu wananchi, natoa shukrani zangu za dhati kwa chama changu, chama cha Mapinduzi, kuanzia kamati kuu, halmashauri kuu ya taifa, kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa pamoja na jumuiya zake zote za CCM kwa kuniamini na kuniteua niwe mgombea wa nafasi ya, ya urais wa Zanzibar kwa kipindi kingine cha miaka mitano naiheshimu na, na inathamini sana fursa hii adhimu niliyopewa na chama chetu. Nafahamu kuwa chama cha mapinduzi kina hazina kubwa ya wanachama wenye uwezo wa kuongoza, lakini kwa hekima na busara za viongozi wa CCM kwa ngazi mbali mbali. Chama chetu kiliamua kwa makusudi kunichagua mimi ili niendelee kupeperusha bendera ya chama chetu kwa nafasi urais. Ushirikiano nilioupata kutoka kwa viongozi na wachama wa CCM tangu hatua za awali hadi siku iliyotangaza matokeo imenitia moyo sana na kuniongezea ujasiri. Na bila shaka sote kwa pamoja tumeyafurahia matokeo ya ushindi wa kishindo tuliyopata, kwani hayo ndio matunda ya juhudi ya kazi kubwa tuliyoifanya sote kwa pamoja kwa kipindi kirefu. Shukrani zangu ziwaendee viongozi na wanachama wa CCM, wapenzi wa CCM na wananchi wanayopenda maendeleo ya wa Zanzibar katika ngazi zote kwa kushiriki katika kukipatia chama chetu ushindi mkubwa. Kazi yetu hiyo ilikuwa ya pamoja, imelinda heshima ya CCM na kuendeleza matumaini walionayo wananchi wa Zanzibar na Watanzania wote kwa jumla juu ya uwezo wa chama chetu hiki kikubwa chenye uzoefu wa siasa wa muda mrefu Kadhalika, hatua hiyo imetuwezesha kushinda na kufikia lengo la kuiongoza nchi yetu. Nasema hongereni sana wana CCM na wazanzibari wote kwa chaguo sahihi. Ndugu wananchi, natoa shukrani zangu za dhati kwenu wananchi kwa kujitokeza kwa wingi sana kuitumia haki yenu ya kikatiba ya kuwachagua viongozi wenu kwa mujibu wa katiba Zanzibar ya mwaka 1984. Kujitokeza kwenu kwa wingi kupiga kura tarehe 20 Machi mwaka huu kwa idadi kubwa ni kielelezo cha kukomaa kwenu kwa siasa na demokrasia na kutambua kwamba uchaguzi ulio huru na uchaguzi ulio na haki ndiyo njia sahihi ya kupata viongozi wa nchi yetu kwa misingi ya sheria na katiba. Nakupongezeni kwa kuitumia vizuri haki yenu hiyo ya kuwachagua viongozi watakaoiongoza nchi yetu katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Hongereni sana. Vilevile natoa shukrani zangu za dhati kwenu kwa kunichagua kwa kura nyingi sana zilizofikia asilimia 91.4 nikiwa mgombea aliyosimamishwa na CCM. Ushindi tuliopata umeniwezesha kutangaza na Tume ya Uchaguzi wa, wa, wa ya Zanzibar kwa mshindi wa nafasi ya rais wa Zanzibar kwa kipindi chingine cha miaka mitano kwa mujibu wa mamlaka aliyopewa tume hiyo na Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Ndugu wananchi, kadhalika kwa wachagua wagombea wenzangu wa Chama cha Mapinduzi katika nafasi za uwakilishi, udiwani na wale wabunge waliochaguliwa kipindi cha nyuma ni kielelezo cha imani kubwa mlionayo kwa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwa ajili ya kuiongoza nchi hii na kuleta maendeleo zaidi kufuatana na ilani ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2015 hadi 2020. Sote tunaithamini sana heshima hiyo uliyotupa, nasi tutahakikisha tunatimiza wajibu wetu ipasavyo kwa kutumikieni katika kuinua hali za wananchi hili zizidi kwa bora zaidi. Ndugu wananchi, kwa mara nyingine tena nataka niwapongeze wagombea wenzangu nafasi ya urais kwa kuyakubali matokeo ya uchaguzi na kuheshimu maamuzi ya wananchi. Kadhalika, natoa shukurani kwao kwa kuniahidi mbele ya wananchi siku ya tarehe ishirini na moja Machi mwaka huu katika ukumbi wa salama kwenye hoteli ya Bwawani juu ya dhamira yao ya kushirikiana na serikali yetu itakayoiunda yu katika kuwatumikia wananchi na, na kuijenga nchi yetu. Kwa hakika nimepata imani kubwa kutokana na, na maelezo yao yaliyotolewa kwa niaba yao na Mheshimiwa Ahmad Rashid Muhamedi Vilivoshi, ambao waliwakilisha vyama vilivyoshiriki uchaguzi mkuu huo kwa upande wa urais. Kauli yao ya pamoja imenipa moyo na matumaini makubwa ya kushirikiana na, na vyama hivi katika kuendelea kuijenga Zanzibar. Kwa upande wangu nachukua nafasi hii kuahidi kwamba nami nitashirikiana nao katika kuwaletea maendeleo wananchi wa Zanzibar kwa manufaa yetu sote bila ya ubaguzi wa aina yoyote, kwani mimi ni rais wa wananchi wote wa Zanzibar. Nitaiongoza Zanzibar kwa kuzingatia katiba ya Zanzibar na nitatenda haki bila kumdhulumu mtu yeyote yule. Ndugu wananchi, navipongeza sana vikosi vyetu vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na idara maalum za SMZ kwa kuhakikisha kuwa nchi yetu imeendelea kuwa katika hali ya amani na utulivu kwa kipindi chote cha miaka mitano ya Serikali ya Mapinduzi ya, ya za Zanzibar awamu ya saba. Katika kipindi hicho vikosi vyetu vimefanya kazi nzuri ya kuilinda nchi yetu na kuhakikisha kwa wananchi na wageni wanaitembelea nchi yetu wapo katika hali ya amani na wanaendelea shughuli zao bila ya usumbufu wote. Tanzania ipo salama na ina amani, na Zanzibar nayo vile vile ipo salama na ina amani. Natoa shukrani zangu kwenu wananchi kwa kupiga kura na kusherekea ushindi kwa utulivu, kwa misingi ya kudumisha amani na utulivu. Hili ni jambo kubwa na la msingi, kwani uchaguzi ni mchakato wa muda mfupi tu kwa ajili ya kuwapata viongozi wa ngazi mbalimbali mbali katika nchi yetu. Lakini amani na utulivu ni maswali ya kudumu. Ndugu wananchi, kusimamia na kudumisha amani itakuwa ndio kipaumbele cha serikali nitakayoiunda. Nitatumia uwezo wangu wote na nitafanya kila jitihada ili kuhakikisha kwamba amani na utulimu, na utulivu vinaendelea kudumu nikiamini kwamba hakuna mbadala wa amani na ndio msingi muhimu katika kuufanikisha utekelezaji wa mipango yetu ya kazi kwa kuzingatia ilani ya uchaguzi mkuu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2015 2020. Kwa mnasaba huo, serikali zote mbili hazitomvumilia mtu yoyote au kikundi chochote kitakofanya vitendo vinavyoashiria uvurugaji wa amani na utulivu wetu. Ni wajibu wa kila mmoja wetu auone umuhimu wa kuitunza na kuendeleza amani. Ni jukumu la viongozi wote wa serikali, wanasiasa, viongozi mbalimbali wa madhehebu ya dini, viongozi wengine katika jamii na wananchi wote kutekeleza wajibu wetu na kuhakikisha kwamba tunadumisha amani na utulivu na tunafata sheria. Kadhalika, shukrani zangu nazitoa kwa viongozi wetu wa dini wa madhehebu yote, kwani kwa nyakati mbalimbali waliendelea kuhubiri na kutukumbusha umuhimu wa kuitunza amani pamoja na kuiombea dua nchi yetu wakati wote. Ndugu wananchi, kadhalika. Natambua na nauthamini sana mchango wa vyombo vya habari katika kuwapa habari za matukio mbalimbali mbali ya uchaguzi wananchi, na kuwashajiisha juu ya umuhimu wa kutumia haki yao hiyo ya kidemokrasia katika kushiriki kupiga kura. Walifanya kazi nzuri sana, ndugu zetu wa vyombo vya habari, hongereni sana. Aidha, natoa shukrani zangu kwa vikundi vyetu vya sanaa na burudani ambavyo tulishirikiana navyo katika hatua mbalimbali. Mbali na mchango wao katika kuhimiza amani na utulivu nchini, zilitungwa nyimbo nzuri mbalimbali zinaelezea swala muhimu la amani na utulivu. Vikundi hivi vilifanya kazi kubwa na kazi njema. Ninachoahidi ni kuendelea kushirikiana navyo kwani mchango wao ni muhimu katika kuhamasisha maendeleo ya nchi yetu. Natoa shukurani maalum kwa mke wangu mama mwanamwema Shein, kwa wanangu na wanafamilia yangu wote, marafiki zangu, wasaidizi wangu wote, na wana CCM wenzangu wote na wazanzibari wote wapenda maendeleo kwa mchango wao na saha zao usara zao za na hekima na dua zao hadi kufikia hatua hii ya kuapishwa kwangu leo kuiongoza tena nchi yetu katika kipindi kingine cha miaka mitano. Napenda ni kuahidini wananchi nyote kwenitaunda serikali itakayozingatia umuhimu wa kuunganisha wananchi wote, kuyaendeleza mafanikio yote yaliyokwishapatikana na kuimarisha misingi ya sheria na utawala bora. Vile vile nitahakikisha kwamba malengo makuu ya mapinduzi yetu matukufu ya Januari 12 mwaka 64 yanadumishwa na yanaendelezwa, pamoja na kuendeleza na kudumisha muungano wetu. Nitahakikisha kwamba serikali nitakayoiunda itaendelea kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Dr John Pombe Joseph Magufuli ili kuhakikisha wananchi wanaishi kwa amani na tunaendelea kushirikiana katika masuala yote ya maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa jamii kwa dhamira ile ile ya wasisi wa taifa letu marehemu baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na marehemu Mzee Abeid Amani Karume. Ndugu wananchi, uchaguzi sasa umekwisha. Kazi iliyo mbele yetu ni kushirikiana kwa pamoja katika kuleta maendeleo ya nchi yetu. Kila mmoja kila mmoja wetu, kwa nafasi yake, ana wajibu wa kushiriki katika harakati za maendeleo kwa kufanya kazi ya halali na kutambua kwamba mchango wake ni muhimu katika maendeleo ya nchi yetu. Tukumbuke kauli mbiu ya mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ya hapa ni kazi tu Tuna jukumu kubwa sana la kufanya kazi kwa uadilifu mkubwa. Serikali nitakayoendelea kuiongoza itasimamia misingi ya haki, uwajibikaji, uwazi na usawa kwa wananchi wote, bila kumbagua mtu yoyote yule kutokana na itikadi yake, jinsia au eneo analotoka. Sote ni wamoja na tuna haki ya kunufaika na huduma, na huduma pamoja na rasilimali zote zilizo nchini kwetu kwa misingi ya usawa. Ndugu wananchi, utendaji wa serikali na uzoefu tuliopata katika kipindi cha miaka mitano iliyopita ulituwezesha kuitekeleza ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2015 kwa asilimia tisini kutokana na mbinu tulizozitumia na uzoefu tulioupata pamoja na kasi na ardhi tutakayoiongeza naamini kwamba vile vile tutafanikiwa kwa asilimia kubwa sana kuitekeleza ilani ya sisi ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2015 2020. Kwa mnasaba huu napenda nitoe shukrani kwa viongozi wote niliyoshirikiana nao katika kipindi cha miaka mitano iliyopita viongozi hao ni Mheshimiwa makamu wa rais, mawaziri, naibu mawaziri, wakuu wa mikoa na wilaya, watendaji na watumishi wote wa serikali katika ngazi mbalimbali mbali. Kwa kunipa ushirikiano mkubwa, napenda nikushukuruni kwa utumishi wenu bora katika kuwatumikia wananchi wetu kwa uadilifu, kwa mapenzi na ufanisi mkubwa. Nitaendelea kusimama kidete katika kuzitafutia ufumbuzi changamoto mbalimbali zinazoikabili nchi yetu katika sekta za kiuchumi na sekta za ustawi wa jamii. Ndugu wananchi, leo si siku ya hotuba ndefu, kwa vile maelezo ya kina kuhusu mwelekeo wa majukumu na vipaumbele vya serikali mapinduzi za Zanzibar ya awamu ya saba katika kipindi hichi cha pili nitatoa katika hotuba yangu ya kulizindua baraza la tisa la wakilishi katika muda mfupi ujao. Ninachotaka kuahidi leo ni kuunda serikali makini itakayozingatia nidhamu na maadili ya viongozi na watumishi, utendaji kazi wenye viwango bora na maslahi ya nchi yetu katika kuongeza kasi ya maendeleo ya kiuchumi na kuimarisha huduma za jamii kwa kuzitumia vyema rasilimali zetu kwa manufaa ya wananchi wetu. Wananchi, kabla sijamaliza hotuba yangu, nachukua nafasi kuwashukuru kwa dhati viongozi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kuwaheshimiwa Marais wa staafu, viongozi wa CCM kiongozwa na Katibu Mkuu Mheshimiwa Abdulrahman Omar Kinana waheshimiwa mawaziri mbalimbali mbali na viongozi mbalimbali mbali kwa kuja kujumuika nasi katika tukio hili muhimu la kihistoria kwa ajili ya maendeleo yetu. Kadhalika tunawashukuru waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika mbalimbali mbali ya kimataifa ambao wamekuja kushirikiana kushiriki nasi hivi leo. Kuwepo kwenu ni ithibati ya uhusiano na mashirikiano mema iliyopo kati ya nchi zetu pamoja na taasisi inazoziwakilisha pamoja na nchi zenu. Ndugu wananchi, natoa shukrani zangu kwa viongozi wetu wa dini waliojumlika nasi hapa leo katika uwanja huu kwa ajili ya kuitikia heri ya kuitakia heri na mafanikio nchi yetu katika hii awamu ya pili ya serikali nitakayoiunda. Kadhalika shukrani zangu nazitoa kwenu, ndugu wananchi, kwa kujitokeza kwa wingi sana katika sherehe hizi za wapishaji. Hongereni sana. Naipongeza na naishukuru almashauri ya sherehe na maadhimisho ya Zanzibar inaongozwa na Mheshimiwa Balozi Seif Ali Iddi pamoja na kamati maalum ya sherehe ya kuapishwa kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi inayoongozwa na katibu Baraza la Mapinduzi na katibu mkiongozi Dr. Abdulhamid Yahya Mzee kwa maandalizi mazuri na kufanikisha sherehe yetu hii ya uapishaji. Wote hao nawapa hongera kubwa sana. Shukrani zangu hizi vile vile nazitoa kwa vikosi vyetu vya ulinzi na usalama kwa kuandaa gwaride ililoonyesha ukakamavu mkubwa na kuzipamba sherehe hizi. Aidha, natoa shukurani kwa vijana wetu wa halaiki na vikundi vya sanaa vyote vilivyotuburudisha leo hapa. Wamefanya kazi nzuri sana. Natoa shukurani maalum kwa wageni wetu wote walioalikwa na waliokuja kushirikiana nasi katika sherehe hizi. Namwomba Mwenyezi Mungu azidi kuijalia nchi yetu amani, umoja na masikilizano. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuyatekeleza yote tuliyojipangia kwa manufaa ya nchi yetu na wananchi wake. Nakutakeni nyote kila laheri na mrudi nyumbani salama usalimini. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Mapinduzi! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ni Rais. Mapinduzi.